Kanisa la Waadventista wa Sabato King'ongo linakuletea siku maalumu ya muziki wa Kikristo. Ni tarehe kumi na mbili ya mwezi wa 4 2025. Itakuwa ni sabato maalum ya uimbaji kwaya na vikundi mbalimbali vitakuwepo: Gongo la Mboto SJ Kwaya, Kibamba SJ Kwaya, Mbezi Louis SJ Kwaya, Kimara B SDA Kwaya Matosa SDA Kwaya, bila kuwasahau kwa ya wenyeji King'ongo SDA Kwaya. Nao watahudumu vikundi mbalimbali pamoja na waimbaji binafsi nao watakuwepo. Ni kuanzia saa tatu kamili asubuhi hadi saa kumi na moja kamili jioni. Nyote mnakaribishwa.